Nakuambia hivi kinachomsuluhu ngozi ngozi alionayo, tunapata yaani pale Barcelona pale, anafika pale kama watu hi kwata, anamweka Lamine Yamal benchi, tunachukua namba anacheza pale kabisa, Simba tunacheza aaaaa, nani, yes Eh, nataka kusema kwamba sisi tunafikiri mzuri kuliko Barcelona, kwa maana yani unaposema Barcelona unamsemea yule kiongozi wa Simba, Alexis Sokale. Hapo kwa sababu kiongozi wako kamshusha chini kuliko wewe, unakosa faida. Barcelona ni timu timu kubwa eh, timu kubwa. Tunapoongea timu kubwa duniani ni, ni Barcelona. Kwa hiyo well, hatuwezi well, kusema sisi ni bora kuliko Barcelona ila Barcelona na mwenenda wangwa naye akisema siku ajikanyaga aje kwa Mkapa hapa, hatutajua ukubwa wake? si tutataka tumtimize jukumu letu, utampiga tuambie samahani, tumalizane. yeah. Yeah, samahani. Lakini wanasema jezi zenu zimekuwa nzito, wachezaji watashindwa kutembea, kwa sababu mmebandika mabango juu ya mabango jezi yes, nzito, mabango juu ya mabango ni fedha hata wao kama wana hela wale. Anasema ina jezi na kilo 10. Nakwambia hivi mimi hapa nilivovaa hizi nguo zangu brand yake niweba kilo 32 hapa kwenye kwenye nguo zangu nilizovaa, lakini ni brand kubwa. Brand. Kwa maana nimevaa hizi nguo siwezi hey. Yani siwezi kuona usito kama ni brand nimevaa fedha eh eh, umemweka j root. Hey. Hey. umemweka j root. umemweka more. Hey. umemweka j j, umenielewa brother? mpya mpya mpya, sio zile zile, bwana bwana. Kuna watu ndio ndio, juu ya za zamani ile, baba ina alamani kazi ha ha, vijana tunaona wamecheza jezi zao zikiwa hazina nembo yoyote, ni ile ile ya zamani emo yani kabisa, haipo. Sasa huoni ni makosa ui? Wewe unaweza kuweka hii midi ya bila bila lebo yako hapo, eh? Unaweza kumhoji babu wela bila hii logo hapo, unaweza hauwezi, kama hauwezi huwezi kucheza michuano ya kafu bila lebo, bila yani kujulikana kama hana lebo mchezo wake kama pili. Haa, ya, mbili. Alishinda Ay, kama alishinda tatu tatu, eh, basi wenzio wote kuelewa maana yake nini? Shinashina ni mabuzi majinga. Wewe huwezi kucheza bila nembo ya kona. Yani wewe nisikilize baba, wameidhalilisha wanaidhalilisha, eh, English Premier League inakaa hapo. English Premier League. Haiwezi kucheza bila bila bila lebo. Eh? NBC Premier League unacheza na lebo yake ikiwa iko hapa. Si unanielewa? Unakumbuka kipindi kile kuna bwana kipindiki kunaanadoje, Semo ataka ajichomeke naye, ataka ajiingize ndani ili naye tumtangaze. Tukamwambia sisi hatutaki, hataki mazoea. Hatufanyi vitu kwa mazoea baba. Tunamjua, NBC Premier League ndio tunayembandika hapa. Sasa, wewe unacheza bila lebo ya kafu ni nani? Al-Ahli ndio wanacheza bila mkubwa wa mashindano mkubwa wa mashindano anakuambia ni nani? Ni... Mashindano? Hivi hey. Rais mwenyewe anapoingia ikulu anaiheshimu ikulu. Unapoingia kwenye michuano ya kafu, unatakiwa uiheshimu kafu, unavaa lebo ya kafu ujulikane, wewe unacheza michuano gani sijui, unanielewa. Sawa, nimekuelewa. Yani utakao hitaji heshima. Maana ni Petro de Luanda, unamzungumzia Petro de Luanda? Ni mtoto mdogo kwa Simba, mtoto mdogo asijua kuoga. Wewe unaongea nini mbele ya Simba, mnyama huyu, baba la baba mkubwa wa Tanzania nzima. Nani asimjua Afrika hii? Wamekuja jana wenyewe, wamekili pali aimba ama tunaua unamjua Simba, hatumjui Yanga ni nani baba. Kujulikana baba blandi ku blandi kufika mpaka level ya Simba sio kazi ndogo, sio kumweka injinia kule kafu ndo unakuwa mkubwa no, haiwezekani. Inabidi uhaso umemwona. Bwana bwana Singida umemwona, alichokipitia ameonyeshwa kwamba huku kuna joto lake. Unapoenda pale, unamkamia Simba, unacheza mafao una huku na kule, huku hatupo hivo alafu bwana wale jamaa jana tarudi kwa hawa

Kumbuke vizuri kama siyo, Almasi. Kuna mchezo, alifunga goli dakika ya tisa, waliongeza dakika mbili. Baada ya dakika za nyongeza unalala unalala, yani unapolala zile dakika zinabaki kwa lefali. Lefali ndo anayeamua kwamba mchezo uendelee au nimalize. Yeye ndo anayeamua, sio wewe unayelala, si unanielewa? Michuano ya vilabu duniani, ulienda kusoma kitu kwanza, waliweka kanuni ngumu. Unapolala, unapo kipa akishika mpira dakika kadhaa, anapopoteza muda anaandikiwa fine, kwanza inatakiwa iwe, iwe so una ni faul. Kipa ameshikilia mpira ndani ya sekunde 30, unataka nini? Ni penalty. Si unanielewa? Wewe wewe unapo unapo mlinyimu wa penalty kwenye kwenye, ah, yani nakuongelea mfano michuano ile ya club duniani ile, eh eh, world ya club, yeah. yeah. yeah. yeah. yeah, yeah, yeah. yeah. Sasa ile pale ilijenga kitu isha kwamba soka hali kwa waragu hawakulala. Wewe alikwepo hakwepo spesi alikwepo arahali alikwepo na nani, Widad alikwepo? Uliona unapoteza muda. Je, akija leo hapa mwarabu apotezi muda? Apotezi muda, anapoteza muda kwa sababu kanuni haziwabaa nini?